mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhanahu aliposema, warafana lakadhikiraka ikhwani. Ama anwani yangu leo hii tunasema kwa mtu anayetaka mkewe azae mtoto wa kiume, yani unaye mke mashallah alhamdulillah lakini ungependa mimba mara hii bana, ah ha, nipate hata katoto wa kiume, yaani vitu vya namna hiyo. Sasa unachotakiwa kukifanya eh, msubirie eh, nyakati zile za usiku, mkeo akiwa amelala amelala zake usingizi, kaji chokea zake mwenyewe, anakoroma pengine, kama nakoroma, haya kama hakoromi, alimradi tu yupo usingizini, utakachokifanya ni kuchukua kitanga chako cha mkono hiki halafu ki kipapase eneo la la kitovu chake hapa, eh, kitovu chake, unashuka chini kidogo, unapanda na nini, yaani unapapasa, usitumie nguvu, usijui na nini, hapana. Lakini tena wakati huo akiwa yeye mwenyewe hajui kama wewe unampapasa kwa sababu ya usingizi aliyonogiwa nao, mashallah. Lakini wakati ukiwa unampapasa eh, utakuwa unasema maneno haya yafuatayo. Ijalie kwamba wakati huo mkeo ndo umeshahisi sasa amenasa ujauzito labda na wiki ya kwanza wiki ya pili au mwezi hivyo. E, yani mpapase huku ukisema maneno haya, unasema allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhihi almar'a, e, fakawinuhu dhakara

Inshallah, hivyo tu maneno tu hayo tu, una hivyo, wallahi utakuja kuniambia hii ni mujarabu sana sana sana. Mtoto unapata wa kiume vile vile ulivyotarajia kwa idhini yake, la ilaha ilallah, muhamadu rasulullah. Inshallah nikuache kwa siku hii ya leo, lakini kwambie Shekh Khamisi Suleymani, na nyumba ya tiba na dua. Kwa ujumla wetu tuna utaratibu wa kufanya dua, kuwaombea watu wa aina mbalimbali wa rika mbalimbali kwa shida za aina mbalimbali mbali. Ni kualike na wewe sasa hapo ulipo, kwa shida zako, mitihani yako, mazonge yako, mabalaa yako, njoo tuweze kuinua mikono kwa mwenyezi Mungu kwa pamoja na kumwambia subhanahu wataala, akuondoshee hayo yanayokusonga katika maisha yako kwa idhini yake la ilaha ila Allah muhammadur rasulullah. Lakini pia tunatibia kwa tiba za Uh, hii za mimea na za kisuna uh, kwa idhni yake azza wa jalla, insha inshallah ni kuage kwa siku ya leo kwa kusema dumu fi riayati llahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.